Mwachie baba yangu na mimi nitakufanya utembee. Hayo yalikuwa ni maneno ya binti mdogo aliyeongea kwa ujasiri mkubwa ndani ya mahakama mbele ya jaji aliyepatwa na ulemavu wa muda mrefu, takribani miaka kumi. Mahakama ilicheka hadi walipomwona jaji akiinuka peke yake bila sapoti yoyote. Je, ni nini kilitokea mahakamani siku hiyo na binti huyu alikuwa ni kiumbe wa aina gani? Usibaki na maswali kichwani kuhusu binti huyu, endelea kuwa nami mpaka mwisho ili ukipate vizuri kisa hiki. Hebu tuanze. Ile nyundo ya mbao ndani ya mahakama iligonga mara moja kwa kishindo. Simameni wote, askari wa mahakama alitangaza. Kila mtu alisimama, huku jaji Benadi Odemba akiingia mahakamani, vazi lake jeusi likitiririka kando ya kiti chake cha magurudumu. Akiwa na umri wa miaka 62 bado, uwepo wake ulikuwa wa kutisha. Miguu yake iliyopoza haikupunguza mamlaka yaliyokuwa kwenye macho yake ya buluu yenye ukali. Ni miaka kumi sasa akitambulika kwa kutoa hukumu kali bila huruma, hasa kwa wanaume kama huyu aliyekaa mbele yake leo mwanaume mweusi mwenye umri wa miaka 35 akiwa amefungwa pingu mikononi mwake, huku amevaa sare ya gereza iliyochakaa ya rangi ya waridi iliyofifia. Alikaa kimya mezani pa mtuhumiwa. Jina lake Julius Mahiga, ameshtakiwa kwa kuziba haki, ulaghai na kupinga kukamatwa. Katika mahakama hii alionekana kama watu wengine tu ambao walishawahi kuhukumiwa hapo, akiongeza mlundikano wa majalada kwa jaji Odemba. Kesi ilikuwa wazi, mhalifu kama wengine hivyo, hakuonesha dalili zozote za huruma. Chumba kilijaa mvutano huku kesi ikikaribia mwisho, kutolewa hukumu. Mwendesha mashtaka alisimama akasema, Mheshimiwa Jaji, wananchi wanapendekeza si chini ya miaka 15. Mtuhumiwa amepoteza muda wa mahakama hii kwa madai ya uongo ya kufungwa kimakosa, licha ya ushahidi wote unaonyesha vinginevyo. Amedanganya kuhusu yeye ni nani, amedanganya kuhusu kile anachoweza kufanya. Sasa ni wakati wa yeye kukabiliana na matokeo. Julius alinamisha kichwa chake chini. Wakili wake wa kujitegemea alibaki kimya. Alikuwa ameacha kumpigania masaa kadhaa yaliyopita. Jaji Odemba alinyoka kwenye kiti chake, tayari kuzungumza, lakini ghafla ndipo ikatokea. Milango mizito ya mahakama ikasikika ikifunguka kwa mlio. Miguu midogo midogo ikagonga kwa sauti ndogo ndani ya ukumbi. Vilio vya mshangao vikafuatia. Msichana mdogo mkimya, si zaidi ya miaka saba, aliingia taratibu ndani ya chumba. Alikuwa amevaa gauni la buluu nyepesi. Nywele zikiwa zimefungwa vizuri katika mikia miwili ya nywele. Hakukuwa na mtu mzima aliyemsindikiza. Hakuna aliyemzuia. Alitembea moja kwa moja katikati ya ukumbi, akapita safu za watazamaji, mawakili waliokuwa wakinongona na askari waliokuwa wamepigwa na butwaa, hadi akasimama moja kwa moja mbele ya benchi la jaji Odemba. Mtoto huyu ni nani? Jaji aliuliza kwa sauti kali, na mshangao ukipita usoni mwake. Kabla mtu yeyote hajajibu, msichana alimtazama jaji kwa macho tulivu yasiyoteteleka, na kusema, mwachie baba yangu, nami nitakufanya utembee. Mahakama ikalipuka kicheko kilitoka kwenye safu moja ya watazamaji na tabasamu la kejeli kutoka meza ya mashtaka. Hata na mmoja wa walinzi akatabasamu. Odemba akapepesa macho, akionekana kushikwa bila kutarajia. umesema nini? akamuuliza binti. Binti akajibu, alirudia, sauti yake ikiwa thabiti, nimesema ukimwachia huru baba yangu nitakufanya utembee. Jaji aliegemea nyuma, kutoamini kukiwa dhahiri usoni mwake na akasema, hapa si mahali pa mizaha au hadithi za kufikirika. Askari mtoe huyu msichana tafadhali. Julius alijibua ghafla, akiinuka nusu kutoka kwenye kiti chake na kusema mwache tu aseme. Kaa chini, Odemba akafoka kwa ukali, huo sio utaratibu. Lakini msichana aliendelea na kusema, nimekuja kwa sababu hamsikilizi, hakuna mtu anayemsikiliza baba yangu. Hivi hawa watu hawajui yeye ni nani kwa kweli? Odemba akasinya macho na kuuliza, kwani yeye ni nani hasa? Binti akajibu, alikuwa anawasaidia watu kabla hujamfunga alikuwa anawaponya. Kicheko kingine kikasikika. Safari hii hata mwandishi wa kumbukumbu alilazimika kutazama chini ili kuficha tabasamu lake. Odemba akamgeukia karani wake akiwa waziwazi amekasirika, kwa nini huyu binti amekubaliwa kuingia hapa? Nani alimruhusu? Ni binti yake, askari mmoja alijibu kwa sauti ya aibu, aliingia peke yake, akakataa kutoka, hatukujua tufanye nini, samahani mheshimiwa. Jaji akasema, mlikuwa mnapaswa kumbakisha mlangoni. Tulijaribu, askari alisema. Jaji akamgeukia tena msichana na kumuuliza, jina lako nani, mtoto? Jina langu ni Priska, mtoto alijibu. Chumba kikawa kimya tena. Odemba akameza mate na kusema, Priska, sijui unadhani nini kitatokea hapa, lakini hii ni mahakama, si mahali pa mambo haya unayoyaleta. Lakini hapa ndiko hasa panapaswa kutokea haya, Priska alijibu, na akaendelea kusema, umekaa kwenye kiti hicho kwa miaka kumi, sivyo? Odemba akakakamaa kwa hasira na kumwambia mtoto, hilo halikuhusu, lakini Priska hakunyamaza aliendelea kusema, hukuweza kuhisi miguu yako baada ya ajali. Walisema uti wako wa mgongo umevunjika, kwamba hautatembea tena. Midomo ya jaji ilikaza vya kutosha, akasema kwa sauti kubwa, inatosha Priska. Priska akasema, ila najua unatamani kutembea. Odemba alikamata kwa nguvu magurudumu ya kiti chake kwa hasira. Lakini cha kushangaza, Priska alizidi kumsogelea karibu jaji. Askari wa mahakama walishituka, lakini waliendelea kushangaa. Priska kwa upole alimwambia Odemba, siko hapa kukutisha, lakini ninakuomba kitu ambacho hakuna mwingine atakifanya. Tafadhali usimumize tena baba yangu. Hajasema uongo, wewe hukumwamini tu. Odemba akamtazama Julius, taya yake ikikaza. Priska akainua mkono wake juu polepole, kana kwamba anafikia kitu kisichoonekana, kisha akaongea kwa sauti ya kunongona, ukimrudisha kwangu, nitakurudishia kitu pia. Odemba alifungua mdomo wake kutaka kuongea, kisha akasita. Kwa mara ya kwanza katika miaka kumi yote, alihisi joto kwenye miguu yake. Si maumivu, si ganzi, si udanganyifu, bali ni joto tu la upole, kama mionzi ya jua ikichoma kwenye magoti yake. Akatupia macho kwenye miguu yake kwa mshangao, lakini hakuna kilichotokea, ila bado alihisi kitu tofauti. Akamtazama tena Priska. Chumba cha mahakama kilikuwa kimya. Priska akaupandisha tena mkono wake juu kidogo. Tafadhali, alisema tena, mwachie aende. Wakati huo uso wa Julius ulikuwa unatetemeka, machozi yakikusanyika chini ya macho yake. Hajasema uongo, Priska aliendelea kusema. Jaji akamtazama mtoto aliyeko mbele yake, na kwa mara ya kwanza katika kazi yake, hakuweza kuzungumza. Chumba kilishikilia pumzi yake. Jaji Odemba akatazama mkono mdogo uliokuwa ukinyoshwa kwake, thabiti, usiotetereka. Joto alilohisi muda mfupi uliopita halikupotea lilikuwa likiongezeka, likiingia kwenye mishipa aliyodhani imekufa. Hisia isiyoelezeka ikapanda tumboni mwake. Priska hakupiga kope, hakurudisha mkono wake nyuma, na hakuna aliyesogea. Askari walimtazama jaji kwa maelekezo, hawakujua kama wanapaswa kuingilia au la. Odemba akaachia taratibu mikunjo ya magurudumu ya kiti chake na kuuliza, unanifanyia nini? Sifani chochote, Priska alisema kwa upole. Wewe ndiye umekuwa ukitaka kutembea siku zote, mimi nafungua tu kilichobaki ndani yako. Wewe ni mtoto. Odemba alisema huku akitikisa kichwa. Na wewe unaogopa, Priska alijibu. Uso wa Odemba ukakaza. Unadhani huu ni woga? Unadhani ninaogopa hadithi za kufikirika? Hapana, Priska alisema. Unaogopa kwa kuwa umefanya makosa. Maneno hayo yalimgonga kwa nguvu kuliko alivyotarajia, na mikono yake ikashika tena kwa nguvu mikunjo ya kiti, kwa sababu Priska alikuwa sahihi. Kwa miaka kumi, alikubali kupooza sio tu kwenye miguu yake, bali pia kwenye roho yake, akilini mwake na kwenye hukumu zake. Siku alipopoteza uwezo wa kutembea ilikuwa siku aliyoamua kutokuamini tena kitu chochote asichoweza kukieleza. Alijenga maisha ndani ya kiti hicho cha magurudumu na kufunga ulimwengu wote nje, kimawazo na kiimani. Akamgeukia Julius, ambaye macho yake yalikuwa yamekazia binti yake, akiwa mapana kwa mshangao, lakini si kwa kushangazwa na jambo hilo. Alafu Odemba akamuuliza Julius, ulikuwa unajua anaweza kufanya hivi? Julius akameza mate na kusema: Amefanya mambo kama haya hapo kabla, mambo madogo, miujiza midogo midogo, lakini sijamwomba kufanya hivi leo, na sikuwahi kumruhusu kujaribu. Hiki kwa nini amefanya sasa? Odemba aliuliza. Julius akajibu, kwa sababu nilimwambia sitatoka hapa kwa dalili nilizoziona kwamba huenda nikakaa muda mrefu sana nikiwa nimeshikiliwa kwa kesi hii, na yeye akasema, haiwezekani, lazima atanisaidia. Jaji akamgeukia tena Priska, joto sasa lilikuwa limefika kwenye mapaja yake akaitazama miguu yake na kwa mara ya kwanza baada ya miaka kumi alisogeza mguu wake wa kulia. Chumba cha mahakama kililipuka mlio wa mshangao, mayowe na mikwaruzo ya viti, lakini Priska hakushtuka hata kidogo. Julius alisimama kutoka kwenye benchi lake, mikono iliyofungwa ikitetemeka na kuuliza Mheshimiwa Jaji, nini kinaendelea? Uso wa Odemba ulikuwa mweupe. Aliangalia chini kwa kutoamini alipohisi mguu wake wa kushoto nao ukisogea pia. Kisha taratibu, kwa maumivu, akaweka viganja vyake juu ya mikunjo ya kiti na kuinuka. Alisimama juu ya miguu yake yote miwili. Chumba kikawa kimya tena. Mdomo wa mwendesha mashtaka ulikuwa wazi. Askari wa mahakama akapiga hatua nyuma, akitazama kana kwamba ameona mzimu. Odemba, Jaji Benadi Odemba, alisimama wima, miguu ikitetemeka chini yake, lakini alisimama vizuri kabisa. Mimi alijaribu kuzungumza, lakini koo lake likajifunga. Priska akarudi nyuma na kutabasamu kisha akasema, sasa tafadhali, nirudishie baba yangu. Jaji akaanguka tena kwenye kiti chake, si kwa kushindwa kusimama, bali kwa kutoamini, mwili wake wote ukitetemeka, huku akisema, hii hii haiwezekani. Lakini hakuna mtu aliyekuwa akicheka tena. Karani akamnongoneza, mheshimiwa, tufanye nini sasa? Odemba akalitazama faili lililokuwa mbele yake, rekodi ya Julius, ambalo lilikuwa na taarifa za kubumba bumba tu, miaka ya kukamatwa mambo mengi yalikuwa yamebuniwa buniwa tu ili kumkandamiza Julius, mashitaka bila hukumu. Na kulikuwa na faili jipya linalomhusu Julius pia, hili la sasa lililotokana na dokezo la siri, bila ushahidi madhubuti, bila shahidi aliye tayari kutoa ushuhuda. Haya yote yalikuwa hayajawahi kumkaa sawa moyoni mwake jaji Odemba, lakini aliazika chini, hakuyatilia maanani kwa sababu ya dhana zake. Nileteni ripoti ya polisi aliyemkamata akaamuru, sauti ikitetemeka ndani ya dakika chache mahakama ikawa bize kwenye harakati za kuchunguza ukweli kuhusu kesi za Julius. Nyaraka zote zikawekwa pamoja ili kuchambua ukweli ni upi. Mambo mengi ya uongo yakagundulika, ikiwemo ushahidi wa kubuni. Kesi ikashughulikiwa kwa haraka ndani ya saa moja tu. Jaji Odemba akatoa uamuzi wa kubatilisha hukumu na kusema, bwana Julius Mahiga, alisema taratibu, sauti ikitetemeka, huku akiinuka tena, unasafishwa kabisa na mashtaka yote, rekodi yako itafutwa na mahakama hii inakuomba radhi. Priska akakimbilia mikononi mwa baba yake. Julius akaanguka magotini na kumkumbatia mwanaye kwa nguvu. Amefanya kile alichoahidi, alinong'ona kwa sauti ya chini akificha uso wake kwenye bega lake. Odemba akawasogelea polepole na kumwambia Julius, nataka kujua aliwezaje kufanya hivi. Julius akasimama na kumtazama machoni, haja kutibu amekukumbusha kwamba unaweza kujitibu mwenyewe. Odemba akatikisa kichwa na kusema hicho unachokisema hakijaningia akirini, haiwezekani. Odemba akaishia hapo, kisha akatabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi na kusema, uko huru bwana Mahiga. Askari, mfungulie pingu. Minyororo ikaanguka chini kwa kishindo. Julius akamwinua Priska mikononi mwake, huku machozi yakitirika usoni mwao wote wawili. Walipogeuka kuondoka, kabla hawajafika mlangoni, jaji akaita Priska. Priska akatazama nyuma, Odemba akamshukuru, asante. Priska akatikisa kichwa na kusema sasa naona umeweza kuamini huku akimpungia mkono wa kumwaga. Kama umependa simulizi hii tafadhali usiache kuonyesha upendo kwa kubonyeza alama ya laiki pamoja na kusubscribe ili usipitwe na simulizi inayofuata. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho.